Hii ni sauti yake JB Wycliffe. Ugonjwa wa ufizi unaweza kusababisha kiharusi. Kwa mujibu wa utafiti, ugonjwa wa ufizi unaweza kuongeza kwa kiasi kikubwa hatari ya kupatwa na kiharusi au dementia. Utafiti mpya umeonyesha. Tafiti za awali tayari zilionyesha kuwa vyango vya juu vya bakteria inayosababisha ugonjwa wa ufizi kuongeza uwezekano wa kupata kisukari na shinikizo la damu. Utafiti uliofanywa nchini Marekani na kuchapishwa kwenye jarida la American Academy of Neurology ulionyesha kwamba watu walio na ugonjwa wa ufizi pamoja na mashimo kwenye meno y yani cavities yanaweza kuwa na hatari ya asilimia 86 ya kupata kiharusi kinachosababishwa na kuziba kwa mshipa wa damu wa ubongo hivyo kusababisha seli za ubongo kutopata kazi kutokana na kutopata oksijeni yani ischemic stroke. Kutozingatia afya meno kwa ujumla pia kunaonekana kuongeza hatari ya mshtuko wa moyo na matatizo mengine ya moyo kwa zaidi ya thuluthi moja. Wataalam wanaonya kuwa matokeo haya yanaonyesha umuhimu wa kupiga mswaki mara mbili kwa siku, kutumia uzi meno na kuwaona madaktari wa meno mara kwa mara. Tunahimizwa tuweze kutembelea zahanati zetu kwa minajili ya kudumisha afya ya meno, kwani prevention is better than cure. Santeni.